Mambo vipi? mimi naitwa Asteria Mvinga. Of course hii si nyingine bali ni IOTV Entertainment. Unafahamu, kwenye mziki ama utengenezwaji uh, utengenezaji wa mziki ama kazi yoyote ya sanaa, kuna kuzaliwa kwa idea, kwa mimi ninavyofahamu, kui develop ile idea kui- ama kuikuza mpaka idea ifike lengo ama kitu ambacho unakihitaji, si ndio? And according to wasanii, naomba niongelee upande wa mziki Uh, unaweza kukutana na msanii akwambia, unafahamu bana, kwenye ule wimbo wangu ile tararira tararira aliingiza mtu fulani bana, mimi mwanzo nilikuwa nasema turururu. Yani unakuta kuna idea ambazo unazo lakini kuanzia draft ama kuanzia unapoianza mpaka inapoishia, inakuja inakuwa kitu cha tofauti kabisa. Hiyo ni kwa sababu ya kuna watu wanakuepoga kwenye booth ama kuna watu wanakuwa studio na they give you vitu vingi sana ambavyo unaweza kuviingiza kwenye wimbo wako and something inakuja Poapoa. Sasa leo hiyo uh, ni according to wasanii wengi wanasemaga hivyo bana, mimi kitu fulani fulani kilikuwa hivi, lakini nilibadilisha nili mambo hivi fulani aliongeza hichi uh, na vitu kama hivyo. Sasa leo nilikuwa na mgeni studio hapa ITV na nilikuwa na chinbbaadhachi ameachia ngoma yake inaitwa nyonga nyonga. Sasa kwenye kuja kuitambulisha, tumeongea vitu vingi sana, na yeye pia ni moja kati ya wale wasanii ambao wameshiriki kwenye zile kuingiza punches ama kuingiza melodies, kuingiza vitu fulani fulani kwenye baadhi ya hit singles ambazo zili make headlines sana hapa town na mpaka nje ya Tanzania. Amekuwa ni moja kati ya wale watu ambao yeye mwenyewe ananiambia kwamba mimi na kwa vitu vingi sana kwenye kichwa changu, yaani ni yule mtu wa kutoa ideas, na watu wengi hata wasani, wasanii baadhi ya wasanii ambao nilishawahi wasani kuongea nao wameshawahi kunipa pia uh, kitu kama hicho kuniambia kwamba Chin Bees anakuaga na vitu fulani fulani. Sasa Chin Bees ameongea kuhusiana na wasanii, baadhi ya wasanii kutotoa uh, ile kama recognition kwa maana, Chinbizi alihusika hivi hivi hivi. Uh, mimi nashukuru sana hajasema kwamba anadai chochote, lakini kuna watu ambao ameshiriki kwenye uh, kutengeneza hit singles kubwa, lakini mpaka sasa hivi hawajawahi k-kusema kwamba Chinbizi alihusika ama um, hawajawahi kumuonyesha any appreciation sana. Amegusia pia swala la watu ambao hawato wasanii ambao hawatoi recognition kwenye baadhi uh, ya nyimbo ambazo kuna watu walikuwa wamehusika lakini hawaongei hawa kwamba fulani alisaidia kitu fulani, amenipa idea hii hawasemi, lakini pia ameongelea swala la ushikaji inshort in short, in short, nikupe tu in short, ameongea vitu vingi sana na I'm pretty much sure kwamba na wewe pia utahitaji kuvifahamu. Msikilize kwenye super exclusive interview na Ayo TV. Uh, Chin Bees sasa hivi anafanya kazi kubwa sana tofauti na zamani alikuwa, yeah, na still pia zamani alikuwa anafanya kazi kubwa, lakini kazi kubwa zilikuwa ziko mikononi mwa watu, so sasa hivi Chin Bees anafanya kazi zake na still ni kubwa na still I'm on it. Project ya kwanza Pepeta nikiwa chini ya Wanene. Next project Nyonga Nyonga ndo hii hapa. Yeah, of course zamani nilikuwa nakosa real people ambao unaweza kuonyesha love nini afaka kugea feedback nzuri, ile love ambayo unakuwa umeonyesha. Unajua, kama unamfanyia mtu kitu kizuri kikubwa, unajua unategemea naye aje akusupport ya kuboost. Sasa katika same flani unajua, so anapokuja kutegemea ku, ku, yani talent yako kwa ajili ya kusucceed hapo mwenyewe uweze kusucceed na bidii, uondoke, ucheki, uche njia nyingine ya kukufanya wewe u utimize dream zako na mambo yaendelee, kwamba kuna kazi kubwa kama, kama tia chini you know? yeah, right now you know? Lakini haijanipa kitu chochote zaidi ya mimi kwenda kulalamika tu in front media kwamba watu wanatumia kitu ambacho nimecreate na nawanakitumia ni, ni bila mimi kunufaika kwa chochote unajua, so ili watu kujua kwamba kazi yangu mimi, kazi niloifanya ni ile pale, na still kama mtu mwingine atahitaji kufanyiwa kazi kama ile atakuja kwangu, then itakuwa ni kama biashara tena kwamba ata afford price yangu, kama ata afford price yangu tunafanya kazi kama cha chini. Mimi ndo niliandika hook, mimi ndo niliandika verse ya kwanza na maneno yote ya Kiswahili ambao nasikia kulia ni of course, mimi ndo nime cooperate kwa kiasi kikubwa ile nyimbo kusimama pale unanisoma, so nilitakiwa nipate credit yangu kama mimi nilivyo cooperate pale, sio? So kama mtu anachukua credit yako tena anafanya maisha ana succeed kwa kutumia creativity yako, that's not good. Zipo nyingi tu kama never ever you are my life, I'm your shell, yeah tukizungumzia pia game ile like my game, kuwa naye sio neno, tatizo ni raha ya tendo, that was me, lakini nobody knows, unajua. Ila watu wame succeed na wamepiga step kubwa kwenye maisha you know, na wamepiga la ndefu kupitia hiyo creativity yangu, sio wao. Wao walichokifanya labda ni kutengeneza beat na some melodies kidogo, lakini big creativity ilitoka kwangu unaona una maisha mazuri right now, ametengeneza nyumba and all that, you know what, kwa sababu ilishatoka game, na nilikuwa nilikuwa nishaandika right, nilikuwa nishapiga hicho hicho kitu yani ambacho nilikipiga hapo before, so I, I credits, so so so ai kutoka credit nikaona easy, it's like family na na nini, unajua labda next next project project project, you know itakuwa poa, imetoka next project na ndio imekuwa kubwa zaidi ya project iliyotoka, akaona achukue credit za uh, uh, right now I'm good. Project zangu zipo zinakuja, albamu yangu iko tayari kubwa tu, watu waisubiria vitu vikubwa sana kutoka kwangu. Of course Arosto ndo collab ambayo imefanya ime, ime watu wengi kumrecognize Chin Bees unajua yani, of course my bro wame support sana unajua kwamba mpaka kum, watu kumjua Chin Bees na nini ni wao. Unajua hiyo siwezi kuipinga, cause my bro ndo wame support mimi pia kwa kiasi kikubwa Arosto ndio nimepata shout zangu nzuri, tuna watu wengi wameweza kumjua Chin Bees kupitia Arosto, japokuwa kulikuwa kuna kazi zangu nyuma before nishafanya nyingi, lakini kama Chin Bees, Chin Bees watu wengi wa Tanzania nzima wameweza kumjua Chin Bees kwa kupitia Arosto, Sweet Mangi, ushanisoma, hizo ni ngoma ambazo zimeweza kunipa platform kubwa sana kibongo bongo. Kuna kama hivyo unaona, kazi zinatoka quality, audio nzuri, video kali, tunasimamia projects inaenda vizuri. Unajua watu watu wa kwenye show wanamfeel Chin Bees cause, hata kwa watu ambao wanaangalia show zangu ni miongoni mwa watu ambao wanapiga show kubwa sana, unajua. So wanene pia ni, ni watu ambao tuko nao vizuri, tunafanya biashara nzuri na ndo tuko katika mwanzo wetu wa biashara, lakini biashara yetu inaenda vizuri. Pepeta ni ngoma kubwa kwanza, ni, of course, kwanza kupata tu kupata tu comments kutoka nje ya nchi unajua, hilo pia ni bonge la shavu kwamba namaana mtu ame, ameona kazi yako na still kuchezwa katika vituo vikubwa, hilo ni bonge la shavu kwamba watu wameona kazi yangu, umeona, na still kwamba ni project ya kwanza nikiwa wanene, you know? So ni big step na still, project ya pili nimesha release na niko hapa right now kwa ajili ya hiyo project ya, tu ya pepeta nimepata mafanikio kwamba watu wameanza kurecognize pia mziki wangu pia kwa upande mwingine kwa sababu tukizungumzia pepeta ni mziki tofauti na mziki mingine ambayo nilishaifanyaga, ni trap music, na ni trap ambayo inaitwa mambo rap. Unajua? Yani, mambo rap ni mziki ambao Marekani wana feel sana. Kibongo bongo sio sana watu wanaofanya. Unajua? Trap ziko za aina nyingi, unajua, unaweza kupiga trap kawaida, unaona, na kuna trap ya mambo rap ko watu wameweza kurecognize na wameweza kuelewa kitu gani nimekifanya, cause tumekifanya Kiswahili unajua. Wa, kila mtu anaelewa kitu tulichokizungumza ana feel vibe akisikia pepeta. Pepeta, ni neno ambalo analijua you know. ko imekuwa hizi sana watu kuipenda hiyo ngoma eh. Project yangu mpya inaitwa nyonga nyonga. E, nyonga nyonga imeproduzwa na mtu anaitwa Dr Regi pamoja na Dash mwenyewe, ya nani, project kubwa pia, tangu nilipo i -release, kwa sababu nilipo i -release jana, I think jana lakini mpaka leo mapokezi makubwa, unajua. So natumaini Watanzania wataipokea pia kikubwa sana, kwa sababu hapa yenyewe watu wenyewe kuipokea na watu waloanza kuisikiliza wameipenda sana, na still haina comment mbovu kuanzia popote, mtu yote aliyopost comment zake nzuri hata ukiingia YouTube katika watu ambao washaanza kuview, washaanza kuiona comment zao nzuri, amna comment mbovu. So hiyo ni ishara kubwa kunyonyesha kwamba ni big project. Yeah, producer ni, wa audio ni Dash pamoja na Dr. Rego. Of course, Dr. Rego na Dash wao ndio wameproduce hiyo audio. Na tukizungumzia mastering ameproduce mtu mmoja anaitwa nani, an, nani, anaitwa Sartak. Ni mtu ambaye tuko naye pale ni sound engineer. Hata ukisikia mastering ya hiyo ngoma ni mastering kubwa sana. Ni kama pepeta tu. Unajua. na tukizungumzia katika swala la video, video ameshuti mtu mmoja anaitwa director H ni mpya, lakini amefanya kitu kikubwa pia, umeona, lakini kuna shots pale amepigana, unajua, it's ni family, unajua. Kwa hiyo tuko pamoja ili kutengeneza kitu kikubwa, so watu wote familia nzima waneno wameshiriki katika hiyo video, that's why tumepata kitu kikubwa sana, ila directed by H, shot shot by Anand. yeah, of course nyonganyonga ni dance song, dance hall, unajua na pepeta ni trap song unajue, lakini kila kila ngoma ina maadhi yake unajue, dance trap, huku nimeimba huku nime rap unajue. Kou yani, mtu mtu ana uwezo wa kufeel huku na huku, cause ni different music unajue, na kila kitu kina kina kina vibe yake so Utofauti ndo huo mkubwa. Of course mi si, sihitaji collab kubwa sana ila collab kubwa niombioni kuzifanya ila mimi nahitaji tu Tanzania support muziki wangu, waendelee ku feel kitu ambacho mimi nakifanya cause wao wenyewe wanapenda kuanzia mpaka hapa mpaka sasa hivi nilipo. Support yao kubwa sana, unajua. So wa support muziki mzuri, wa support Chin Bees na Chin Bees yuko tayari kwa muziki mzuri forever. Yeah. Nyonganyonga hiyo hapo new project support sonao vizuri you know? You know? hauzi kama unaona adu yako ana saksidi afu ukafea, unajua, afu ana saksidi kupitia njia yako ambayo you know? Njiayako, you know that's not good. Kuna vitu vizuri amenifanyia, siwezi nikavi, siwezi nikavikata, unajua, unajua you know? Unajua katika maisha. so so, so yote mabaya, unajua, mazuri amefanya mengi tu, but kwenye hili sija feel, man, unajua you succeed through my talent, man. Mimi siko na tayari na siko na poa, mwanangu mimi amaduma tena hata kama nitakuwa mbali na wanene I'll do myself che. Eh bae don't do that man. Kutokana na nini? Unaumwamini, una ujui moyo wake uko vipi? Unajua, wewe unaweza ukatoa asilimia mia kitu chako ambacho unaona kabisa hichi kitamfaa you know, ukasema let me give, unajua kwamba ah, hichi kitu mimi ninacho, yeye hana. Unajua hichi nikimpa, still anaweza kufika mbali. Unajua, so unapompa, afu kile kitu kikienda, anataka achukue credit yeye first of all afu pia succeed kupitia kile kitu, umenisoma? that's bad, hiyo sio nzuri. Ndo na kitu ambacho naweza nikamwambia mtu ambaye alikuepo sasa hivi au ananisikiliza, don't trust nobody Yes, mwamini mtu yoyote mwanangu, do your thing, trust kwa kitu ambacho una feel, trust kwa kitu ambacho unaona hichi kinaenda hichi, that's that's it it but don't, don't trust nobody kitaendea manufaa. Kaongea kitu chochote, ndo huko huko mwanangu. They took my hook, you know, up in the air, that's my hook. I don't want to talk about it, you know because Kaongea kitu afu mtu akaona kwamba oh, you you you talk too much know? You know? That's my hook right there, you nilimpigia know? nikiwa pili, ilikuwa demo kidemo fulani tulipigaga, lakini wame lakini wamechukua mtoto in the air, that's my shit. Nilishaitengeneza nikiwa pale na nilimpigia nikiwa pili ifilm. Ah, hawajanicheki kwa chochote wala hajaniambia chochote. But nasikia ngoma inapigwa everywhere but that mine. Of course nilijua muda, nilijua muda na sikutaka kuongea ili tusiweze ku... Unajua zile, kwa sababu kwamba nishaongea sana bana, oh, wanachukua vitu vyangu, unajua watu wanakuona tu unaongea too much you know. We talk too much, but that's real. Kama kweli inabidi sometimes pia ubonge, kwa sababu unakisikia kitu ambacho wamefanya You know? Nilikuwa studio pale, mimi ni msanii, kua pale, kuna vitu vyangu pale, ushanisome. Na hiyo hook sikuipiga katika ngoma yangu, nilimpigia nikiwa pili, katika demo yake, ni film but ndio hivyo, imetumika na naisikia, hawajanicheke wala hawajawahi kuni call kuniambia chochote. Ila mi, don't worry about it. I'm do my thing. Mi na na vitu vingi sana in my head, man. You feel me? Na kama mimi ningekuwa nahitaji kuongea ni kwa sababu tu umeniuliza, umeingia ile swali katikati. That's why mbona nikujibu straight up. You feel me? Mi ama do my thing, mwanangu. Mi mi sometimes ngoma nyingi siandiki, nafanya tu. You feel me? Kwa sababu hicho ni kitu Mungu amenibless. That's it. Shani soma. Kuna mtu kimwambia, bana pepeta sijaandika naweza siamini. Lakini that's it. Shani soma. Sama, sometimes mziki unauma kwamba unasikia kitu unajua, unajua people they mtu mcheki wao wanafanya vitu kwa makusudi yani, unajua let's do this lakini sio you, I'm good, kitu ambacho mimi sikipendi kwenye mziki wa bongo fake people you yaani? know? Sometimes mtu unaweza kafika naye plastic smile you yaani? know like hey, busy yaani? Afwa, kitoka ah, kitu gani you know so hicho ni kitu ambacho mimi sipendi. Kama uko real, real kama una support mtu support. Kama mtu una feel, show your love, that's it anything. Na nawapenda sana watu wangu, i'm nothing without you, so endelea kumsupport Chin Bees, endelea kusupport muziki mzuri, nyonga nyonga hiyo hapo, muziki mzuri support, au sio? Chin Bees, yeah. Alright, umemsikiliza Chin Bees kuanzia mwanzo mpaka mwisho, I'm pretty much sure. Usiache kuniandikia hapo chini kwenye comment section maoni yako kuhusiana na vyote ambavyo ameviongea. Lakini pia kupata story nyingine na kali kama hizi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo, kwa kusubscribe hapo chini kwenye hiyo red button. Ukibonyeza tu, unakuwa mtu wa kwanza kila tunapopost unakuwa notified, ama unafahamishwa kwamba Millard Ayo tayari wamesha post. Kaa karibu na kurasa za Millard Ayo kwenye Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, Snapchat na kila sehemu kwa jina hilo hilo moja la MillardAyo. Unaweza kuinstall application ya MillardAyo kwenye Android na iOS. Feel free kupita millardayo.com kwa stori kama hizi na kwa urefu zaidi. Mimi naitwa Asteria Mvungi, asante.